Kisa cha Mikaeli na Shetani, mapambano kwa ajili ya mwili wa Musa. Kuna siri kubwa katika maandiko ambayo watu wengi hawajawahi kuielewa kwa undani. Kisa cha ajabu sana kilichotokea baada ya kifo cha nabii mkubwa wa Mungu, Musa. Ni kisa kisichozungumzwa sana, lakini ndani yake kuna funzo la kipekee kuhusu mapambano ya kiroho kati ya malaika wa Mungu na Shetani mwenyewe. Musa hakuwa mtu wa kawaida. Yeye ndiye aliyekutana na Mungu uso kwa uso, aliyetembea na nguvu ya miujiza, na aliyetumiwa na Mungu kuokoa taifa la Israeli kutoka Misri. Lakini hata baada ya kifo chake, ulimwengu wa roho haukumwacha kwa amani, kwa sababu nafsi ya Musa na mwili wake zilikuwa na uzito wa kiroho. Ni kama nembo ya agano, alama ya uongozi wa Mungu duniani. Na hapo ndipo mapambano makali yalipozuka. Mikaeli, malaika mkuu wa Mungu, alijitokeza kulinda mwili wa Musa naye Shetani, mpinga Mungu tangu mwanzo, alijitokeza kudai ule mungu. Musa alikufa kwa amri ya Mungu. Maandiko yanasema, basi Musa mtumishi wa Bwana akafa huko katika nchi ya Moabu, kama vile Bwana alivyosema, naye akamzika katika bonde, katika nchi ya Moabu, kukabili bet peori, lakini hapana mtu ajuaye kaburi lake hata leo. Kumbukumbu la Torati 34 mstari wa 5 mpaka kwa sita. Mungu mwenyewe ndiye aliyemzika Musa. Hakuruhusu mwanadamu yoyote ajue kaburi lake. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alijua Israeli wangeweza kuligeuza kuwa mahali pa ibada, au wangeweza kulitumia vibaya mwili wa Musa kwa madhumuni ya kiuchawi, kama ishara ya nguvu za kiroho. Lakini wakati huo huo, katika ulimwengu wa roho, shetani alikuwa na mpango tofauti. Wakati Musa alikufa, roho yake ilichukuliwa na Mungu, lakini mwili wake uliendelea kuwa katika eneo la kimwili lililofunikwa na wingu la Mungu. Na hapo ndipo Shetani alijitokeza akidai kwamba mwili wa Musa unamhusu yeye. Kwa nini Shetani alidai hivyo? Kwa sababu tangu dhambi ingie duniani kupitia Adamu, Shetani amekuwa akidai mamlaka juu ya wanadamu waliokufa, akitumia dhambi kama hoja ya kisheria yeye anajiona kama mstaki wa ndugu anayesimama mbele ya Mungu akiwastaki wale aliyowashawishi kutenda dhambi. Ufunuo 12 mstari wa 10. Sasa shetani aliona kwamba Musa, ingawa alikuwa mtumishi wa Mungu, alifanya kosa, hakumtii Mungu kikamilifu pale Meriba alipogonga mwamba badala ya kusema na mwamba kama Mungu alivyoamuru. Kwa hiyo shetani akaona hiyo kama nafasi ya kudai kwamba mwili wa Musa ni mali yake kwa sababu ya kosa hilo. Mikaeli malaika mkuu wa Mungu alijitokeza. Mikaeli hakuwa malaika wa kawaida, yeye ndiye malaika wa vita, mlinzi wa taifa la Israeli na mmoja wa wakuu wa mbinguni. Danieli 11 mstari wa kwanza. Yuda inasema, lakini Mikaeli malaika mkuu alipokuwa akishindana na Ibilisi akibishania mwili wa Musa hakuthubutu kumtukana kwa hukumu, bali alisema Bwana na akukemee. Ni maneno machache lakini yenye kina kikubwa. Mikaeli hakujibishana kwa kiburi, hakumtukana Shetani. Alijua mamlaka yote yanatoka kwa Mungu, hivyo alisimama kwa unyenyekevu lakini katika nguvu ya neno, akasema: kwa mamlaka ya Mungu, Bwana na akukemee. Katika ulimwengu wa roho kulikuwa na mwanga unaong'aa kama moto wa dhahabu, na upande mwingine giza nene likiwa limefunikwa na moshi wa pepo wa bovu. Mikaeli alisimama akiwa amevaa silaha za mbinguni Upanga wa nuru mkali uliowaka kama radi. Shetani kwa upande wake alionekana kama kiumbe wa giza mwenye macho yanayowaka kama makaa, akizungukwa na pepo walioanguka. Sauti ya Mikaeli ikasikika kama radi, mwili huu ni wa Bwana, umewekwa wakfu na Mungu aliye hai, wewe huna mamlaka juu yake. Lakini Shetani akajibu kwa kejeli, Musa alikosa mbele ya Mungu wake, alipinga amri yake, kwa hiyo mwili huu ni wangu kwa haki ya dhambi Giza linaanza kuzunguka mwili wa Musa. Pepo walianguka kama kivuli wakijaribu kuufunika mwili ule takatifu. Lakini Mikaeli akapiga hatua mbele, akainua upanga wake wa nuru na kusema kwa sauti kuu, Bwana na akukemee ewe Ibilisi. Mara moja radi ikapiga, mwanga wa mbinguni ukawaka na upepo wa Roho ukavuma. Giza likatokea, pepo walipiga mayau la uchungu, wa kufukuzwa mbali na mwanga wa Mungu. Shetani akiwa amefadhaika na kushindwa, alirudi nyuma akiwa amechomwa na mwanga wa utukufu wa Mungu. Alijua kwamba hakuwa na mamlaka mbele ya neno lililotoka katika kinywa cha malaika wa Mungu. Baada ya mapambano hayo, ulimwengu wa roho ulitulia. Mikaeli akatazama juu na nuru ya mbinguni ikamfunika. Sauti ya Mungu ikasikika kutoka angani, umetekeleza mapenzi yangu, Mikaeli. Musa ni wangu kama alivyokuwa tangu mwanzo Mikaeli akainama akaondoka kwa amani, na dunia ikabaki kimya, pasipo mtu yoyote kujua kaburi la Musa. Lakini siri hiyo iliandikwa mbinguni ili siku moja ifunuliwe kwa watu wa imani, kwamba Mungu ana nguvu juu ya kifo, juu ya Shetani, na juu ya kila kitu kinachojaribu kushikilia miliki yake. Usiache Shetani adai chochote chako. Kama alivyojaribu kudai mwili wa Musa, ndivyo anavyojaribu kudai nafsi, ndoto na hatima za watu lakini kumbuka mamlaka ya Mungu iko juu ya kila hoja ya giza. Neno la Kristo ni silaha yako ya ushindi. Simama imara na kusema kama Mikaeli, Bwana na akukemee ewe adui ya roho yangu. Omba kila siku, ee Mungu wa mbinguni, nisaidie kushinda kila staka la adui, nishinde katika vita vya roho na nifunikwe kwa nuru ya Kristo. Tazama simulizi hii mara nyingi likukumbushe kwamba nuru ya Mungu hushinda giza daima. Andika kwenye maoni, nimeamua kutembea katika nuru ya Kristo. Subscribe kwa masimulizi zaidi ya Biblia kuhusu mapambano ya kiroho na nguvu za Mungu.